Na mtazamaji wa Gumzo la Ghassani, karibu kwenye Gumzo Ades kutokea Zanzibar, ambapo leo mwenyekiti wa taifa wa chama cha ACT Wazalendo na makamu wa kwanza mstaafu wa rais wa Zanzibar, Othman Masoud Othman, alijumuika pamoja na viongozi na waumini wengine wa Kiislamu na wananchi katika maziko ya marehemu Maalim Abdallah Mwinyi Khamis. Marehemu Maalim Abdallah ambaye alihudumu katika nafasi mbalimbali serikalini ikiwemo mkuu wa mkoa Mjini Magharibi Unguja, alifariki dunia hapo jana Disemba kumi, na amesaliwa katika msikiti wa jamii Zanzibar Mazizini, sala ambayo iliongozwa na kadhi mkuu wa Zanzibar Sheikh Hassan Othman Ngwali na hatimaye kuzikwa jijini kwao Uzini, wilaya ya Kati Unguja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tunaomba Mwenyezi Mungu amlaze pema peponi na mghufurilia madhambi yake na amrehemu, pamoja na wazee wetu wote watakulia mbele ya haki.